Niwakaribisheni nyote kwenye ukurasa wetu wa Irakiza Nelson kwenye Facebook, YouTube, tunatumia jina hilo hilo Irakiza Nelson. Mtembelee YouTube channel yetu, mweze kusubscribe na mweze kufollow page yetu ya WhatsApp. Studioni mko nami Fredi, na katika habari tutakazowaletieni muda huu ni pamoja na wivi ulio kisiri kwa upande wa wavamizi kule Kalehe. Wavamizi wale wa kitusi wa RDF M23 AFC wameweza kuvamia kiwanda cha chai, ambapo wameweza kuchukua vifaa vyote muhimu kiwandani hapo na kuvivusha nchini Rwanda. Hii ni wazi kabisa kwamba hawa wavamizi wa kitutsi wa RDF M23 AFC lengo lao ni kupora.